Unakuja kuangalia katika mgogoro wa vita kati ya taifa la Israel pamoja na Hamas ya Aisha. Uh, tukumbuke nyuma, kwanza kabisa ulikuwa na mgogoro wa vita kati ya Israel pamoja na Palestina wenyewe, na ulikuwa ni mgogoro wa vita ambao ulidumu kwa miaka mingi zaidi, lakini pale ambapo uh, mwezi wa tano mwaka 1948 taifa la Israel iliyoweza kujitangaza kuwa huru, ndipo ambapo tukaja kuona miaka ya huku mbeleni, sasa elfu mbili na ngapi, kikundi cha Hamas kilipoweza kuanzishwa rasmi na ambaye aliweza kuanzisha kuansha kikundi ni ilikuwa ni kikundi ambacho mudani yake kubwa na tunajua kwa katika nchi za Kiarabu watu wengi zile kama wamezungumza, ni Waislamu. Kwa ni kwamba kulikuwa na ile sitofahamu ambayo ilikuwa inatokea kati ya Israel pamoja na hiki kikundi ambacho sasa kama kimeweza kuanzishwa rasmi katika taifa la Palestina. Unakuja kuangalia mgogoro ambao uliokuwepo mpaka hivi leo watu wanapigana kutokana, uh, na tukio ambalo liweza kutokea ilikuwa ni tunasema ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2023 pale kikundi hiki cha Hamas kilivyoweza sasa kushambulia upande wa Israel, na alikuwa ni mashambulizi ya kustukiza katika taifa hilo, na hii ndio imepelekea mpaka hii leo tunavyoweza kuona wanazidi kupigana siku hadi siku, hata kama mpatanishi anaweza kukaa katikati akaweza kuzungumza nao, lakini bado wataendelea kushambuliana na ndio maana wanakunda kwamba Uh, moruu wa vitu anapokuwa anaenda zaidi, kuna kipindi ambacho kama vile watu wanasema Benjamin Netanyahu wa aeleweki, anaweza akasema kwamba mazungumzo atafanyika kwa amani, lakini unashangaa kwenye mazungumzo amani haita kuwepo. Anaweza akasema basi taweza kushambulia upande wa ukanda wa Gaza, lakini unaona kwamba anazidi kushambulia ukanda wa Gaza pale ambapo alipoweza kusema kwamba anapinga marufuku anapiga marufuku uh, misaada ya kibinadamu kuweza kuingia katika ukanda wa Gaza. Baadhi ya mataifa yalizungumza sana kusema kwamba ni kwa nini anapinga misaada ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza na kuangalia Gaza wana wanapata changamoto kubwa kutokana na janga la njaa ambalo liko katika ukanda huu wa Gaza. Lakini hii tukumbuke kwamba ilikuwa ni tarehe mbili mwezi wa tarehe mbili mwezi wa tatu kwa mwaka 2025 ndipo pale ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipopiga marufuku kwa misaada kuingia katika ukanda huu wa Gaza. Tukaona baadhi ya mataifa yakiweza kuzungumza, ikiwemo ni taifa la Ufaransa. Tuliweza kumuona rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiweza kuishtumu Israel kwa kuweza kuchukua hatua kama hiyo. Lakini wakati wa pili unaangalia upande wa pili, upande wa Israel wenyewe, wamesema kwamba sisi tunakataza misaada kuweza kuingia katika upande wa Gaza, kwa sababu kwamba misaada ikiwa inaendelea kuingia, kwa hiyo mapigano yanakuwa yameweza kusimamishwa, kwa upande wa Hamas, ni kama vile wanakuwa wanajipanga upya kuweza kushambulia taifa la Israel unakuja kuangalia kwamba ni kitu kigumu sana. Unakuja unakuja kuangalia isha hapa, tunazungumza Israel, anapigana na Hamas, lakini Israel apigana na Palestina, lakini unaweza kujiuliza Hamas wako wapi? hapo ndani ya Palestina na babo hii inakuwa ni changamoto kubwa sana. Mpatanishi amesimama katikati, lakini japo kwa anaonekana mpatanishi ni kama vile anaegemea upande mmoja. Marekani amegemea upande mmoja kwa asilimia zote hizo. Mimi ambavyo naoona kwa mtazamo wangu, Marekani amegemea upande mmoja, amegemea upande wa Israel. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunaona uh, rais ambaye amemaliza muda wake Marekani, Joe Biden, yeye alikuwa amegemea moja kwa moja upande wa Israel. Hmm. Lakini wakati yake amegemea upande wa Israel, tunakuja kuona ambaye ni waziri yanje, wa mambo ya nje wa Marekani wa kipindi hiko Uh, Anthony Blinken yeye yeah, alikuwa moja kwa moja amekaa katikati na kasema hivi, alikuwa anafanya mazungumzo na Israel, alikuwa anafanya mazungumzo na kikundi cha Hamas, lengo ni kuweza kuangaji siyani mgogoro wa vita unaenda kutamatika, lakini mpaka hivi sasa unakuja kona mpaka shirika la afya WHO mweza kuingilia kati kwamba uh, Israel sael waanze kusimamisha mashambulizi katika ukanda wa Gaza kwa sababu na wao kuweza kupata nafasi kuweza kutoa huduma ya matibabu kwa, kwa watu ambao wanaishi ukanda wa Gaza, ambapo tukumbuka kwa mwaka jana 2024 pale ambapo shirika la afya duniani WHO walipoweza kusema kwamba wanabidi waweze kuingia katika ukanda wa Gaza kuweza kutoa chanjo ya polio kwa watoto Israel aliweza kukubali moja kwa moja akisema kwamba mimi nimekubali shirika la afya liweze kuingia ukanda wa Gaza kuweza kutoa chanjo kwa watoto. Lakini baada tu ya maafisa wa shirika la afya kuweza kuingia ndani ya ukanda wa Gaza, huwa waliweza kushambuliwa na kuweza kupoteza maisha na baadhi yao kuweza kujeruhiwa. Kwa hiyo hii ni kama vile imekuwa kuweza kuwakumbusha Israel, msifanye kama kile ambacho mmeweza kufanya mwaka jana 2024. Kwa sababu sasa hivi tunataka tuingie ukanda wa Gaza kwa ajili ya kuweza kutoa matibabu. Na hata unakuja kuangalia upande wa Israel anaweza akasema kwamba sitaweza kufanya mashambulizi upande wa ukanda wa Gaza, lakini usio mtu akoma kuweza kumwamini moja kwa moja. Namzungumzia ambaye ni waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, lakini hata hivyo, pamoja na waziri wa ulinzi Israel Katz, pamoja na waziri wao wa afya, ni watu ambao wanaweza kusema kwamba hatutaweza kufanya, baada ya muda mfupi wanashangaa wamefanya kama tu. Waziri wa afya wa Israel anaweza kusema kwamba upande wa watu ambao wanaishi ukanda wa Gaza watakufa kwa janga la njaa na njiana, wanataka, wanataka waweze kuiteketeza kabisa Gaza, sio kwamba kwa mitutu na sio kwamba labda kwa kutumia silaha kali, lakini ni kwamba kwa sababu ya njaa, watu watu wa Gaza wanalalamia kwamba kuna janga la njaa, sio kwa watoto so sio kwa wanawake, sio kwa wanaume, ni watu wote ambao wanalika kuona lalamia kwamba ukanda wa Gaza kuna kuna, kuna changamoto ya njaa. Sisi wenyewe tunasema kwamba hata kama tukisema tutaweza kushambulia Gaza na misaada kibinadamu tunataka tuweze kuizuia, basi watu tunataka tuweze kuiteketeza Gaza kwa janga la njaa, na unakuja kuangalia ni takriban watu zaidi ya milioni mbili ambao wanaishi katika ukanda huo wa Gaza.